Ilala Dar es Salaam. Nyumba ipo Chanika, ni manispaa ya Ilala Dar es Salaam. Bei ni shilingi milioni 35, na maongezi yapo, na wakutanisha na mwenyewe mwenye nyumba ee. Namba zangu ndo zile zile 0612 812960 au 0756 54 55 44 wote mnakaribishwa. Haya ndugu mteja, namba zangu ndo zile zile sifuri sita, sita e, kitanzania na, na, na mwenye nyumba ishirini na tisa chap au miliki nyumba hii kwa thelathini na tano ya shilingi milioni kitanzania e, mte, e, eneo kama unavyoliona, eneo huku eh, ni nyuma, yaani baraza la mbele na, kama ninavyomaanisha, na baraza la mbele, ina maana uani kwa kina mama, huku kuna eneo kubwa.